Bwana Yesu atukuzwe eh? Amina. Kwa majina anaitwa Jessica Mbando M. Nina shuhuda na napenda kumshukuru Mungu sana kwa muujiza alionitendea katika maisha yangu. Ndio. Mimi nina zaidi ya miaka mitano ninaumwa miguu, mbavu, kiuno, mgongo, mifupa, hatimaye figo. Kiukweli sina mengi ya kusema ila namshukuru sana Mungu. Ilifika kipindi mpaka nikajua sitoka nipate tena ujauzito, ila baada ya mwanangu wa pili kuniambia mama, mi nahitaji mdogo wangu. Na kweli niliandika maombi, na yeye mwenyewe nikamwandikia karatasi yake maombi, nikawakilisha mwezi wa nane. Ha, kiukweli Mungu alinitendea mwezi ule ule, nilipokea ujauzito. Mpe Yesu sadaka Beba. Sasa nikawa nafikiria je, nimeshabeba ujauzito huu mtoto nambebaje? Nikisha, mwanangu kishampokea, je, nitaweza kutembea naye mkononi, nimbebe? Lakini kweli Mungu aliniandalia jambo. Wakati nimejifungua pale Baruti, ikatokea tilafu nikaambiwa niende Mloganzila. Nikaenda Mloganzila, nipo kule na mjengezi mwenzangu anasali hapa. Kiukweli alikuja akaongea na kuhani akanchukulia mafuta na maji kiukweli, ale mafuta mwanaye aliyamwaga, mwanaye mdogo aliyamwaga, lakini akaniambia mafuta yani labda uchuruzishe sana ukigongegonge. Nikawambia niletea hivo hivo kwa imani ntapona miguu yangu na ntabeba ntaweza kumbeba mwanangu. Kiukweli aliniletea nilichuruzisha ale mafuta miguu ilikuwa imevimba kama paja yaani, uzito wa kwenye miguu ni kama paja langu lenyewe. Ukweli baada ya kupaka ile mafuta nikafanikiwa kuja kurudi nyumbani. Nipo nyumbani nafikiria mtoto nitabembaje? Lakini Mungu alinikuwa ameniandalia jambo. Baada mimi kurudi nyumbani, nipo nyumbani, kadi siku zinavyozidi kwenda, viungo vyangu vikaachia. Yesu, makofi yanakufuka Namshukuru Mungu kwa uwezo wake alionitendea mpaka sasa hivi. Mimi sasa hivi ni mzima naendelea vizuri na, na mtoto wangu ni huyu hapa mtoto wa kiume. Hey, Yesu makofi ni nguvu sana. Hebu tumpe tena Yesu kwa sanau. Naomba Baba, unibariki mwanangu. Ndio. Amen. Amen. Bwana, wewe ni mwaminifu. Zawadi ya watoto inatoka kwako. Ninambariki mtoto huyu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninamweka mweka wakfu kwa ajili yako, akawe kichwa asiwe mkia, akawe nuru asiwe giza, akakujue wewe zaidi ya kuwajua wanadamu, akakutumikie wewe Bwana zaidi ya kuwatumikia wanadamu kile ulichomuumbia ndani yake kikamulike na kukua na kuangaza, kuanzia akiwa mtoto. Ninamficha kwa damu yako takatifu, ninamfunika kwa damu yako yenye nguvu, ninamweka wakfu na kumbariki kwa jina la Yesu kwa ajili yako Bwana. Amen! Jina la Yesu, jina la Yesu, jina barikiwe katika nuru ya Bwana mwenye nguvu.